Baba, sisi leo Simba tunakanda mtu. Hizi mbili kama yani tunapiga hapa mbili, na kwake tunapiga mbili, nachukua posi zetu sita kwake, kwa Atletico Madrid Atletico Madrid, Atletico Bilbao tunakiwasha. Tunapiga hizi hapa hivi. Eh bwana e, mi kama striker refu kama unavyoona leo nimekuja na vazi la ajabu, ili vazi maalum kabisa, ili wanavaa wanavaamo ili vazi nimeagiza kwa milioni mbili imetoa China, hiyo watu wataona masiara leo. Tulichofuata kwa Mkapa, Benjamin Mkapa, pointi tatu muhimu. Mwanasimba ambao jakata tiketi, tiketi bado zipo za kutosha. Popote unapoiona Fans TV hii, kwa niaba ya Wanasimba, njoo uwanjani ukate tiketi, ili tuje kuyepa matumaini timu yetu, na mimi nachoamini leo tunashinda zaidi zaidi ya goli tatu na kuendelea kwa sababu sisi ndio ndio kila kitu hapa Afrika na unapozungumzia Tanzania sisi ndio tumebeba, tumebeba nembo ya Afrika nembo ya Tanzania Afrika Mashariki na Kati. Natarajia ushindi wetu leo utakuwa mzuri na kila mmoja atafurahi. Wanasimba yote ambayo yuko nyumbani Unakosaje kuja uwanjani? Njoo uwanjani, vaa yes, ya jezi yako ajeruti. Ona mimi nilivyopendeza, mwangalie bwana Kinyogori alipopendeza. Yani hapa Full vibe. Yadana, e bwana, Uwa, kama kawaida bwana, mambo vipi ndugu bwana, kwa majina Juma Yusuf Masasi maarufu Kinyago Tabata, mzee wa ubaya ugwela season 2 leo tuko hapa mapema kabisa toka saa mbili na nusu ni ana mazumuni ni ana mazumuni ya kuwahi ni kuwavuta mashabiki wa Simba ambao wamezoea kusuasua kusua wengine wanajua leo mechi ni saa moja au saa mbili tumekuja mapema nia na mazumuni ya kuwaita mashabiki wa simba Sports Club waje kwa wingi mechi leo ni saa kumi mapema kabisa kuhosha, wasimba, kwa shabiki wa simba ambao hadi hivi sasa bado unasoasoa nyumbani kwako sisi tunakushangaa sisi tumewahi mapema njoo mapema tu support simba yetu tumefanya hamasa ukanda mbalimbali kwa hapa Dar es Salaam na sio hamasa za bure bure, tulikuwa tunafungua matawi na kuwa, kuwa pelekea, wana Simba na wapenda mpira kuwapelekea huduma ya tiketi. Wamekata tiketi wa kuhamasika, wamehamasika kama mlivyo hamasika kwenye hamasa zetu na kukata tiketi, na kum, kumfuatia semaji wa kafu kusikiza anasemaje. Basi tumie njia hiyo kuja Benjamin Mkapa kujaa kwa wingi, tuweze kuisupport Simba yetu. Tuna mchezo mgumu sana Atletico, Rwanda. Atletico ni timu kubwa na ina uwezo mkubwa na sisi Simba ni timu kubwa. Kwa hiyo natakiwa tufanye juu chini tu, tujae kwa wingi tuwaonyeshe wana tuwa Simba eh, wa Tanzania ambao wanatuchukulia kinyonge sisi Simba Sports. Tuwaonyeshe kama sisi tuko vizuri na tunaweza. Tujae Benjamin Mkapa, tuisupport Simba yetu. Na ushangiliaji wetu jamani, kila mtu ana mahaba lakini Simba ikipata goli naombeni chonde, chonde, chonde, kupitia media hii naombeni tusipande juu ya viti tusiharibu miundo mbinu ya uwanja. Ukiona mzee akapanda juu ya kiti, ruksa kumpiga kofi, ila angalia usije kumuua akipanda kwenye kiti ni uharibifu wa, wa miundombinu ya uwanja Kinyago Tabata na wadau hapa tunasemaje? Hatuko tayari mtu akapanda juu ya kiti ni uharibifu wa miundombinu ya uwanja wetu. Hatuko tayari mtu yoyote kuwasha faya, kwa sababu tumepigwa faini hivi karibuni. Usiwashe faya, mwana mwanasimba, njoo uwanjani, hamna kuwasha faya tingisha yoyote Eh, bwana eh, bwana tunakuja kusik, tunakuja kukamilisha rekodi ya wakubwa wa atupu. Wakubwa wa atupu wote, jana ametupea goli tatu kwenda juu. Mamelodi katupea goli tatu, al, Ali National katupea goli nne. Kwa leo pia ni timu kubwa aliyeshinda jana goli moja, aliyeshinda, aliyetoka sare, maana yake ni mdogo kwenye michuano hii. Sisi tunathibitisha kwamba kama wakubwa tunaifunga rekodi ya timu kubwa, lazima tushinde goli tatu kwenda juu. Wakubwa wa tupu tunashindaga goli tatu, kishinda goli moja basi wao ni mchango wa michuano hii. Michuano hii inathibitishwa in na wakubwa watupu. Wakubwa watupu tunatupia tatu kwenda juu, aliyeshinda goli moja toka sare, maanake ni mgeni wa michuano hii. Tunakuja kufunga ripoti ya wakubwa watupu bana, ni goli tatu tu kwenda juu. Hatuna mambo mengi sisi, kikubwa ni vaibu tu uwanjani, moja kwa moja kwako studio <laughs> ukisikia wanyama wanyama, tunaenda kufanya unyama, yeah. Ah, si tushazoea kupiga, tunapiga, tunakupiga wewe ukiumwa, si tunapiga yani, oh, kiumwa, Yani, leo hatuna mambo mengi yani, kwamba leo Simba tunapiga mtu, tukimkanda zetu tatu, yeye anaendelea kudua huko, sisi tushampiga. E, tunakwambiaje? Hatuendi, hatueti vurugu atufanye chochote. Sisi ndio tutakao simamia uwanja, tutasimamia mashabiki wote. Alafu sasa semaji nilichosema bwana, tukutane uwanjani. Kama kwa Mkapa hatoki mtu, na hii ni Simba Fans TV, usisahau subscribe na like na kushare na wenzio na ilio wa kwanza kupata taarifa kutoka ndani ya wa Simba Sport Club. Na hii ni Simba Fans TV, tunasema sauti ya mashabiki. Yes, wanafamilia Simba Fans TV, kama unavyoona ulinzi ukiwa umemalishwa katika viunga vya Benjamin Mkapa, kuja kumshuhudia mnyama akifanya yake hapa katika uwanja wa Benjamin Mkapa. Tunasema kwa Mkapa hatoki mtu, mchezo leo ni Simba zidi Petro Atletico. Petro Atletico mchezo ambao mashabiki wa Simba kiwa nauangalia kwa jicho la tatu na moja nyingine, kuweza kupata alama tatu ili kuweza kuongoza